Ni asubuhi nyingine, baraka ya baraka ambayo Mungu ametupatia kukaa katika hema yake asubuhi ya leo, natumaini huu wa afya njema na ni kukaribisha katika kipindi hiki cha asubuhi ya baraka katika madhabahu ya Seven Eyes of God Global Church. Utangazia matangazo haya ni Prophet Boniface January wa madhabahu ya Seven Eyes of God Global Church. Uh -huh. Ni kualika katika ibada hii ya leo ya damu ya Yesu, damu ya Yesu damu ya Yesu, ibada kubwa kabisa ya, ya kuweka damu ya Yesu katika miimo ya milango yetu. Ni ibada ile ambayo tumekuwa tukiisubiria. Ni ibada ambayo imebeba utukufu wa Bwana. Ni ibada ambayo imebeba majibu ya watu. Ni ibada ambayo itaachilia ufungulivu siku ya leo. Ni ibada ambayo leo tumekusudia kuangamiza wazaliwa kwanza wa mashetani ambayo yamesimama kwenye maisha yetu, so nikualike asubuhi ya leo katika asubuhi ya baraka, asubuhi ya kibali. Hebu kwanza sikiliza wimbo huu na Mungu akubariki sana. kwenye kile kitabu cha Kutoka sura ya 11 na mstari wa 4 hadi aliy mstari wa tano. Biblia inasema Musa akasema na Bwana hivi, kama usiku wa manane mimi nitatoka nipite kati ya Misri na wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri watakufa, watakufa tangu yule mzaliwa wa kwanza wa Farao akitia katika kiti chake cha enzi hata mzaliwa wa kwanza wa huyo kijakazi aliyepale nyuma ya jiwe la kusagia na wazaliwa wa kwanza wote wa wanyama. Haleluya! Kitabu ni cha Kutoka, Kutoka sura ile ya kumi na moja na mstari wa nne hadi wa tano. Lengo la Mungu kupita majira ya usiku, lengo la Mungu kupita majira ya usiku, na hii ni ibada ambayo tuko nayo siku ya leo, Ibada ya baraka, ibada ambayo Bwana ametupa mikononi mwetu tuweze kuangamiza wazalio wa kwanza ambao ni wa madui. Mazalio wa kwanza wanapoangamia, wanapopigwa, maana yake wewe ndivyo unapotokeza na kwenda kwa mtu mwingine wa kumiliki na kutawala. Wezi kumiliki na kutawala ikiwa adui amekaa ya mbele yako huwezi kumiliki na kutawala ikiwa adui amekutangulia mbele yako. Lazima anguke, lazima angushwe katika jina la Yesu Kristo aliye hai, kila adui aliyekaa kwenye maisha yako na akiwa anafurahia. Unajua kwa nini Mungu alisema atapita usiku wa manane? Kwa sababu nguvu ya adui huwa inakaa katika mzaliwa wa kwanza. Mzaliwa wa kwanza amebeba nguvu ya wazazi, na ndio maana kila mmoja anapokuwa amezaa watoto wa, uh, mtoto wa kwanza iwe ni baba iwe ni mama, huwa wanaweka nguvu kubwa sana katika kumpenda yule mtoto. Kama ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni kila mmoja kumnulia mtoto wake nguo, kila mmoja huwa anafanya bidii eh. Kila mmoja huwa anamwombea eh. Utasikia huyo anamwombea maono haya, huyu awe mwanajeshi, huyo awe mwanasheria. Ni kwa sababu ya nguvu eh, ya mzaliwa wa kwanza. Mzaliwa wa kwanza ni lango linalotumika Ukiliombea lango hili linaweza kutumika kupitisha mema, lakini usipoliombea linaweza kupitisha mabaya. So asubuhi ya leo tunayo ibada kubwa hapa Seven Eyes of God Global Church kwa ajili ya kuomba kwa ajili ya kuharibu kila mbinu ambazo zimesimama kwenye maisha yetu kuhakikisha zinaharibu maisha ya mtu mmoja. Kwa nini? Usiku wa manani usiku wa manane, Mungu anasema, kwa sababu usiku wa manane watu wengi wamelala, watu wengi wametulia, lakini unaposimama katika neema ya maombi ya usiku wa manane, una uwezo wa kuharibu anga za kuzimu, una uwezo wa kuharibu falme za giza, una uwezo wa kuharibu roho za kichawi, una uwezo wa kuharibu kila aina ya roho ambayo imekaa kinyume na wewe. Ibada zimekwisha kuanza hapa Seven Eyes of God, ibada zimekwisha kuanza saa tatu kamili pale. Ibada e, e, imekwisha kuanza na ibada inaendelea, ibada inaendelea, na mimi unayeongea naye hapa ni ni ni ni Nabii Boniphace January, ni kualike kwenye ibada hii na usiache kutufuatilia live kutoka hapa Seven Eyes of God. Tunayo ibada ya damu ya Yesu, ibada ambayo leo tutapata kwenye mimo ya milango yetu, tutaweka kama pigo la adui kila adui atakayekuja kusimamia maisha yako, kila adui atakayefuatilia mlango wa ya biashara yako, kila adui atakayefuatilia e, mlango wa uzao wako wa kwanza, ama lango la uzao wako wa kwanza, kila adui atakayefuatilia lango lako la ndoa, kila adui atakayefuatilia lango lako la uzao wa wa kwanza, e, maana yake tu tunapoweka ile damu ya Yesu inasimama kama pigo kama pigo dhidi ya adui, manake damu ya Yesu ni silaha. Oh my God, do you understand me? Kwamba damu ya Yesu ni silaha, ni silaha itakayosimama kwenye biashara yako, ili kumzuilia adui, ili kuzuia roho yoyote itakayosimama. Asubuhi ya leo, niko hapa kuprofesai kwa ajili ya maisha yako, niko hapa kuzungumza kwa habari ya ndoa yako, niko hapa kuzungumza kwa habari ya huduma yako, niko hapa kutamka kwa habari ya lango lako. Unapoliombea lango lako asubuhi ya leo, linasimama kama lango lenye kukufikisha kwenye destini yako. My God, nazungumza na destiny ya mtu asubuhi ya leo. Mungu akufikishe palipo na hatima yako, ili uweze kufikia, lazima adui aangushwe. Soma nami pale kitabu cha Kutoka sura ya kumi na moja Kutoka kumi na moja mstari wa nne Kutoka kumi na moja mstari wa nne Kutoka kumi na moja mstari wa nne Kutoka kumi na moja mstari wa nne Ivi nasema Musa akasema na Bwana ehhe, Bwana asema ah, Musa akasema Bwana asema hivi, kama usiku wa manane mimi nitatoka nipite kati ya Misri na wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri watakufa. Kwa nini Mungu uh, kwa nini Mungu anasema atapita usiku na kwa nini asipite mchana? Kwa nini Mungu anazungumza kuangamiza wazaliwa wa kwanza wa Kimisri? Ndivyo ndipo uh, uh, uh, nchi ya, ya Israeli iweze kutoka kwenye utumwa. Kwa nini? Kwani Mungu alikuwa hana uwezo? Mungu alikuwa hana uwezo? Mungu alikuwa hana uwezo wa kuwatoa wa katika nchi ya utumwa pasipo kuangamiza hawa eh, eh, wazaro wa kwanza wa Kimisri? Kwa nini Mungu anasema lazima apite usiku wa manane? Kwa nini Mungu anazungumza kwa habari ya usiku wa manane? Usiku wa manane kumebeba siri. Wakati wamelala, wakati watu wametulia, wakati eh, eh, wakati wakiwa wamepumzika, wakati mwili unapokuwa umepumzika, hapo ndipo fursa ya Mungu inapita kwa sababu majeshi ya Mungu yanafanya kazi nyakati uh, wakati wakati unapokuwa umetulia, anasema nitaachilia, anasema nitapitisha, nitapitisha, nitapitisha malaika watakaosababisha mauti dhidi ya wazaliwa wa kwanza wa maadui. Mchana wa leo, asubuhi ya leo, kila aliyesoma kama maadui kwenye ya malango yako kila kila aliyesimama kama adui kwenye biashara yako, kila aliye simama kama adui kwenye malango yako, kila aliyesimama kama adui kwenye destini yako, natangaza katika jina la Yesu Kristo, apigwe kwa moto wa Roho Mtakatifu aliye hai. My, my God, my Lord Jesus, Jesus. Tangazo hili lilikuwa ni tangazo la kifo. Kwa nini Mungu anazungumza kwa habari ya, ya ya kifo kwa wazaliwa wa kwanza? Kama nilivyokuambia, huwezi kumiliki na kutawala ikiwa adui anacheka. Lengo la Mungu kuachilia kuachilia kifo kwa wazaliwa wa kwanza katika nchi ya Misri ni ili kwamba ni ili kwamba, wakati adui yako analia, wewe unainuka na ushindi, wakati adui yako anaomboleza wewe kwako unashangilia, wakati adui yako anazika, wewe ndio kwanza unachanua katika jina la Yesu Kristo aliye hai. So lengo la Mungu kutaka hawa wazalio wa kwanza wapigwe ni ili ni ili wewe uweze kutokeza. Unajua, usipompa adui yako maumivu, uweze kumiliki na kutawala, usipomsababishia mauti adui yako Eh, utabaki kwa maskini. So ili wadui ukuto, uh, ili umaskini ukutoke, ili ufukara ukuachie, ili maisha magumu ya kuachie ni lazima uwe na bidii hapa. Mungu alikuwa akionyesha bidii dhidi ya wana wa Israeli eh. Lazima ifike hatua kutoka kunahitajika pia kutoa sadaka, kusimama na sadaka yako. Once unaposema na sadaka yako, ndivyo unavyomuona Mungu kwenye maisha yako. My God, my God, my God, my Lord, my Jesus. Kwa hiyo asubuhi ya leo usiache kuungana na sisi katika ibada hii ambayo ni ibada ya baraka, ni ibada ya kibali, ni ibada ya uzima, ni ibada ambayo it, itakubariki ibada ambayo tumekusudia kwenda kuangamiza kila falme na kila wazaliwa wa kwanza wa madui waliosimama. Wakati adui ya yako analia, wewe utainuka na kwenda kumiliki na kutawala katika jina la Yesu Kristo ali hai. Haleluya! usiache kumcha Bwana, usiache kumcha Bwana asubuhi ya leo, lengo lengo la Mungu, eh? lengo la Mungu, lengo la Mungu, lengo la Mungu kuachilia au kupeleka mauti, pale Mungu alikuwa akimaanisha kuachilia mapigo dhidi ya maadui, mapigo mapigo. Lakini ile damu ya Yesu iliyokuwa imewekwa pale kwenye miimo ya milango ilikuwa ikiashiria ili alama, alama kama agano kwamba eh, ili mzaliwa wa kwanza wa Israeli asiweze, eh, kuangamizwa Bwana Yesu asiwe sana. Moja ya kitu ambacho kiliwasaidia wana wa Israeli waweze kusimama na na kukombolewa, na kukombolewa. Alama ya tatu kwenye ile damu ya Yesu ilikuwa ikimaanisha ukombozi, ukombozi. Maana kama wana wa Israeli wasingeweka ile damu ya Yesu kwenye miimo ya milango aa, moja kwa moja malaika wa vita alipopita, na yeye ujue, moja kwa moja na wenyewe wangeangamizwa wangeangamizwa wangeangamizwa kwenye maisha haya. Wacha nikwambie kwamba hata kama ungekuwa wewe ni mtu wa Mungu, hata kama ungekuwa umeokoka eh, unanena kwa roho, lakini kama eh, moja ya kitu ambacho kiliwafanya wana wa Israeli waweze kuvuka na kutoka mahali walipo na kufanikiwa ni kufata maelekezo. Ungekuwa umeokoka kiasi gani, unanena kwa lugha kiasi gani, lakini kama una uwezo wa kufata maelekezo Mtu wa Mungu oh, kutoka kwenye level ulionayo au kufanikiwa ni ngumu, ni ngumu, my God, ni ngumu. Kikicho mpa mtu kufanikiwa na kuvuka na kutolewa mahali alipo ni maelekezo. Asubuhi leo tembea kwa maelekezo. Asubuhi leo tembea kwa maelekezo, tembea kwa maelekezo, kwa maelekezo, tembea kwa maelekezo naye Mungu atakubariki sana. Haleluya, haleluya! A kwa nini Mungu, kwa nini Mungu anaachilia mauti juu ya wazaliwa wa kwanza juu ya Misri? Ni kwa sababu Mungu alitaka kuua ndoto, ishara yake ilikuwa ni kuua ndoto za, uh, za ndoto za Farao, ndoto za Farao, ndoto za Farao, ndoto za Farao. M mauti inapomwijilia mzaliwa wa kwanza manake ni maisha ya mtu ya mzaliwa wa kwanza yanakufa, na ni maisha ya familia pia yanakufa. Inatabiri kifo kwenye mafanikio, inatabiri kifo kwenye mafanikio. Ndoto za mzaliwa wa kwanza zinapokufa, ujue hata maisha ya familia usipokaa vizuri. Kwa nini? Mzaliwa wa kwanza amepeba mkufu ya familia, amepeba mkufu ya taifa amebeba maisha. Asipokuwa lango la kuonesha mlango wa mafanikio huyu mzaliwa wa kwanza, ujue hata kwenu mnaweza mkapoteza kwa kiwango kikubwa sana. So mauti inapomwijilia mzaliwa wa kwanza inakuja kuua maono. Usikubali kuua maono, usikubali kuua maono kwa aina yoyote ile, usikubali kuua ndoto kwa namna yoyote ile Usikubali kuteketeza maono yako na future yako ulionayo wewe kama mzaliwa wa kwanza, iwe mzaliwa wa kwanza wa kiroho, mzaliwa wa kwanza wa kibiashara, mzaliwa wa kwanza kwa kila eneo, simama katika jina la Yesu Kristo na Mungu atakufanikisha. Sema amina, palulipo. Kwa nini Mungu anazungumza kwamba eh, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu iwekwe kwenye mimo ya milango. Damu ya Yesu ilikuwa ikisimama kama ukombozi na msaada juu ya mzaliwa wa kwanza. Damu ya ukombozi na msaada juu ya mzaliwa wa kwanza. Nazungumza hivi, ilisimama kama alama na ukombozi na ulinzi juu ya mzaliwa wa kwanza juu ya mzaliwa wa kwanza. Naongea na mtu pale, naongea na mtu pale, usikubali maono yako, usikubali ndoto zako zife. Iko damu ya Yesu inayoweza kukufanya, inayoweza kukuprotect, inayoweza kukulinda, inayoweza kukutunza na ukawa salama, hatimaye ukafikia ndoto zako. Haleluya, haleluya. Unapomwombea mzaliwa wa kwanza unapomwombea mzaliwa wa kwanza means that kwamba, eh, unahitaji msaada kutoka kwa Mungu, msaada wako kutoka kwa Mungu, msaada wako kutoka kwa Mungu kwa ajili ya kumlinda mzaliwa wa kwanza. Mzaliwa wa kwanza amebeba nguvu kubwa sana. Lango, mzaliwa wa kwanza kama lango usipojua kuliombea, linaweza kutumika kwa mambo makuu mawili. Linaweza kutumika ukiliombea, linaweza kutumika kama lango la kupitisha yaliyo mema, lakini usipoliombea, pia linaweza kutumika kama lango la kupitisha mabaya mabaya. Na, na mara nyingi mzalo wa kwanza kama lango amebeba amebeba nguvu ya familia amebeba nguvu ya familia, amebeba nguvu ya familia. Mtazamaji wangu wewe mwenyewe ni shahidi, mzali wa kwanza akiharibika, mzali wa kwanza akiharibika, mzali wa kwanza akaharibika, anapoharibika mzali wa kwanza, kwanza, kwanza. Ujue moja kwa moja hata wanaomfuatia nyuma yake. Mzali wa kwanza asipojengewa future nzuri, moja kwa moja hata wanaomfuata wanaomfuata wanaweza wakafata njia yake ya uharibifu, lakini ukimwombea mzaliwa wa kwanza vizuri, hata wanaomfatia nyuma ndugu zake wote wataiga njia yake iliyo njema. So asubuhi ya leo, nachotaka kukwambia usiache kuungana nasi kwenye ibada yetu pale inapoanza pale saa saa nne kamili katika madhabahu ya Seven Eyes of God. Usiache kujoini nasi haleluya, haleluya. Nina- ninaamini ninaongea na mtu, ninaongea na mtu asubuhi ya leo, ninaongea na mtu. Usiache kufuatilia somo hili kwenye ibada hii iliyo njema hapa hapa TikTok na pale YouTube, eh, utaona tukizungumza kwa habari ya ibada hii ya mzaliwa wa kwanza kama lango, lakini pia tutakuwa na na, na, na damu ya Yesu ambayo tumekusudia kuiweka katika mimo ya milango yetu, mimo ya milango, mimo ya milango kama ulinzi kama ulinzi na kama ukombozi na pia kama agano, ili adui anapokuja kwenye mlango wako, adui anapokuja kwenye mlango wako wa biashara, mlango wako wa mafanikio yako, mlango wako akutane, akutane na ulinzi, akutane na damu ya Yesu ipate kumshughulikia katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Haleluya. Unaeongea hapa, unaeongea naye hapa ni Prophet Boniface January wa madhabahu ya Seven Eyes of God Global Church iko hapa jijini Arusha Ngusero. kwa nini kwa nini Mungu, kwa nini Mungu, kwa nini nini Mungu? Mungu anaachilia pigo. Anasema hivi, alipoweka ile damu ya Yesu na kuangamiza wale wazalio wa kwanza wa Kimisri, hii ilikuwa ikitafasiri moja kwa moja kwamba pigo ilikuwa ikiashiria ni pigo ni pigo ni pigo ni pigo eh, Mungu alikuwa akiachilia mapigo juu ya ya Farao na watu wake pigo pigo pigo pigo pigo pigo pigo pigo pigo, ili uweze kutawana kumiliki katika jina la Yesu Kristo. What you need lazima adui yako apigwe kwa mapigo makuu, adui yako apigwe kwa mapigo makuu, adui yako apigwe kwa mapigo makuu. Asubuhi ya leo adui yako angamizwe katika jina la Yesu Kristo ali hai. Usikubali kumiliki pamoja na adui usikubali kutawala pamoja na adui, ili uweze kutawala na kumiliki. Kinachohitajika ni kumwangusha adui, tena uangushe na uzao wake wa kwanza katika jina la Yesu Kristo, sawa na kitabu cha Kutoka sura ya 11 na ule mstari wa nne hadi mstari ule wata. Ibada zetu zimekwisha kuanza, ibada zetu zimekwisha kuanza, zimekwisha kuanza ibada zetu. Unaweza kujoini nasi katika ibada E, pale baadaye kwenye baada yetu live to, uh, kwa sasa hivi tuko YouTube tuko live pale, na unaweza ukajoini ukajoini na sisi hapo mara baada ya kipindi hiki uh, hapa hapa TikTok utaandika tu prophet au Boniphace January Boniphace January hapa TikTok live alafu utaandika tena kule YouTube prophet Boniphace January. Eh, Seven Eyes. Huduma hii ni ya Seven Eyes of God Global Church. Uh, Seven Eyes of God Global Church kutoka hapa Ngusero. Ni kukaribishe sana. Ni kukaribishe sana katika ibada ya baraka. Itakuwa ni ibada ya uamsho. Itakuwa ni ibada ya kibali. Ni ibada ya baraka ambayo Mungu amekusudia kwenye maisha yetu. Utabarikiwa. Ninaamini utabarikiwa sana, sana, sana. Ongera sana wewe ambaye unatufuatilia. Mbae, mbae. Live, Mungu akutunze katika jina la Yesu, mm -hmm. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunazungumza juu ya damu ya Yesu ilivyobeba nguvu ilivyojaa uweza ilivyojaa uh, silaha ndani yake kwa kitabu kile cha Kutoka, kitabu cha Kutoka sura ya kumi na moja mstari wa nne, uh, tunaona vile Mungu anamwagiza Musa kwa habari ya ku oh, oh, ya kuambia wana wa Israeli kila mmoja andaye mwanambuzi na na ile damu itapakwa kwenye miimo ya milango, miimo ya milango ikiashiria kumlinda mzaliwa wa kwanza, ikiashiria eh, kama pigo litakalokuja juu Uh, ya nchi ya Misri ili Misri na farao iweze kumwachilia uh, mzaliwa wa kwanza ambaye ni Israeli aweze kutoka katika nchi ya utumwa. Unapoitumia damu ya Yesu lazima utoke katikati ya utumwa. Unapoitumia damu ya Yesu uh, lazima malango yako yalindwe na kutunzwa katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Naongea na mtu asubuhi ya leo, damu ya Yesu, damu ya Yesu kama ulinzi wako. Haleluya!

Mm. Kila anayetazama ibada hii asubuhi ya leo, natamka baraka juu yako, natamka neema juu yako, natamka ushindi juu yako. Natamka kumiliki na kutawala katika jina la Yesu Kristo. Nguvu ya Mungu ikufuate, nguvu ya Mungu ikufuate hapo ulipo, katika jina la Yesu Kristo. Nguvu ya Mungu ikufuate, kwa jina la Yesu Kristo ali hai madu apite mbali na wewe. Roho za mauti zipite mbali na wewe. Roho za nuksi, roho za balaa zipite mbali na wewe katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Roho ya mauti ipite mbali na wewe. Nikosi ipite mbali na wewe. Chuma ulete ipite mbali na wewe kwa jina la Yesu Kristo hai Natamka neema ya Roho Mtakatifu itembee na wewe kwa viwango vya Roho Mtakatifu. Neema ya Mungu ikufunike. Neema ya Mungu ikufunike. Neema ya Mungu ikufunike. Neema ya Mungu ikufunike. Ikufunike, e, asubuhi, mchana, jioni na usiku katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Kila anayekufuatilia anaye Mungu akamfuatilie nyuma yake. Mungu akamfuatilie. Baba, asubuhi ya leo namuombea mtazamaji huyu, ninamuombea msikilizaji huyu Mungu wa majeshi kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, mfalme, mfalme, tunapoenda Bwana kuingia kwenye ibada hii Mungu wa mbingu na nchi na kila anayetufuatilia online, Baba natamka damu yako, natamka uwezo wako, natamka nguvu yako, natamka kibali chako Baba kiwe juu yake kwa jina la Yesu Kristo. Wewe ni Mungu usiyebadilika, ni Mungu usiyeshindwa, ni Mungu huko ambaye niko, ni Mungu usiyefananishwa. Bwana ninambariki kila mmoja asubuhi ya leo, maana umekuwa ni mwalimu kwetu, umekuwa ni msaada kwetu Baba hakuna mwingine zaidi yako, tunaalika uwepo wako, tunaalika neema yako itembee na sisi kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo na uwepo wa Roho Mtakatifu kae juu ya kila mmoja. Baba nimetamka ulinzi, nimetamka kibali, nimetamka neema ya tofauti kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Baba asante. mani Mungu naishi na ni Mungu nayeponya, Bwana katika jina la Yesu Kristo ale hai, asubuhi ya leo nenda kanisani, kamche Bwana kama buli Mungu, usiache kumcha Bwana katika jina la Yesu Kristo aliye hai amen. Amen.

Msifu Mungu, sifa Mungu, akubariki sana asubuhi ya leo. Mungu akutunze sana, umekuwa ni mtu wa baraka. ibada zetu zimekusha kuanza Ibada zetu zimekwisha kuanza, nikukaribishe kwenye ibada zetu asubuhi ya leo na Mungu atakutunza sana, barikiwe, uwe na siku njema, amen.